Barigan, Barigan Zanzibar. Zanzibar. Zagos. Wanakuletea tamasha la funga mwaka, tamasha la kutangaza ukuu wa Yesu. Njoo tusemezane, asema Bwana. Zanzibar Gospel Singers wanakualika wewe, ewe mwana gospel Zanzibar, kuhudhuria kongamano ndani ya Betheri Garden Hall, walipo ufufuo na uzima, ndipo injili itakapolindima, ifikapo tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano funga mwaka na ZAGOSI utatu be watakuwepo utukufu be watakuwepo valizi mbe watakuwepo, bila kusahau kwaya mbalimbali zitakuwepo kwa aina zake: Betheri kwaya ndani, Tumaini kwaya ndani, Nuru kwaya ndani, Harvest kwaya ndani, Sayuni kwaya ndani, vijana KKT ndani, Sinai, Kanani FPCT na zinginezo kibaa. Unaanzaje kukosa kazi kubwa, ni kusifu na kujifunza neno la uzima. Amosi Manonga, mwenyekiti wa zagosi Zanzibar, amemwalika Godfrey Mbota, raisi wa chama cha mziki wa injili Zanzibar, huwa mgeni las atakayeambatana na viongozi mbalimbali wengi. Wasiliana nasi kwa simu namba99na yote s